Na, nyabe, na mdogo wake, unaona naingia akilini. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba kwamba utakubali kutokana wamesema, amekutolea mali, ukaenda amekufanyia labda kule juma juma, afya yake nilisema kwamba namba sita ugonjwa wa nini anaweza yeah, kukuhasiri sasa, wewe unaweza kuwa ni msongo wa mawazo, akikukumbuka Mr. Kipara. Wewe unafanyaje? Unauma. Kwa maana unajua kwamba unakwenda kuishi na mtu ambaye wewe unafanyaje? Au mpende, kwa unakuja kujikuta mtu mwili unaisha, unakuwa na magonjwa ambayo kwamba kila muda yanafanyaje, yanakutokea. Kwa kwamba nilichokuwa nataka kukisema kwamba kuna mila ambayo kwamba tunazo kuzifanya zinakuwa zinatuhasiri sisi wenyewe bila kujitambua. Kwa kwamba unaweza kusema tu ni wazee wetu walisemaga hivyo. Ndio ina mantiki gani sasa? Hiyo hiyo ambayo mnayosema kupiana ndio kupia nakupo ni mimi nizamirie na yazamirie inakuwa na, na mm, share vizuri okay. Mm. Okay. Asante sana mdugu Animata, na nitamani neno la mwisho kwa mtazamaji wetu, ili apende zaidi sana. tuna siku nyingine tuagizwe, muende mtafute kijana, Mr. Kipara tulimpenda sana sawa. Cha msingi labda kwamba tofauti na interview, sisi tunapatikana tuna vituo ambavyo vipo special kwa ajili ya watu wanaofanyia katili kama na huo yeah. Ndio, unaweza kufika main hospital pale mm -hmm. Kade mm -hmm. Ukifika pale ukiuliza tu ofisi ya GBV mm -hmm. Inajulikana ipo pale mm -hmm. Mwanajamii yote yule anaweza kupata tukio kama na hilo anaweza kufika pale. Unaweza kufika zone ya saba mm -hmm. Kuna dispensari kule juu wanapokeza soja ya watoto, ukifika pale kwa pembeni kuna ofisi pale ya GBV. Ukifika pale uhakika wapo eh. Ukija zone ya nane mm -hmm. Ukiwa karibu na sungusungu -sungu zone ya nane pana kituo cha GBV. pia zone ya kumi, kwenye mti hospitali pale kipo. Kuna nyingine moja nimekumbuka, zone ya nane hapa hapa hospitali mti, kuna ofisi nyingine ya GBV. pia kituo cha, kituo chochote kile, cha... polisi ukifika kituo chochote kile ambacho utakufika cha polisi kuna ofisi ya GBV. pia unaweza kufika yoni siara kuna kituo cha GBV. Sawa, ndio kwamba ndo vituo vyetu hivyo, tunapatikana kwanza Jumatatu mpaka Ijumaa kuanza saa mbili hadi saa kumi. Vizuri sana tunakushukuru sana na no. Tuseme tu kwa ndugu mtazamaji uliyekuwa nasi, haya tuliyoongea hapa ni ya maana na ni ya lazima sana. Ukinyenyesika akikufanyia kitu ambacho labda wewe hukudhamiria, hukukielewa umeruhusiwa kustaki, lakini sio kwamba ujipeleke mwenyewe afu ya kutokea, kutokea, wende ustaki kwamba alinibaka no, umejipeleka mwenyewe. Akili zako zitumike na moyo wako utumike. Ukiwa mpendi utaenda kustaki, lakini ukiwa unampenda utostaki. So ulikuwa nami tunza almost kama nilivyosema mwanzo, nikakwambia usubscribe, kulike na kushare ili kuyapata matukio yetu. Asante.